Mwingine ni kwamba vinara wa vyama vya upinzani wamemkashifu Rais William Ruto kwa msamaha aliotoa jana kwa vijana wa Gen Z nchini kupitia madhila waliopitia kufuatia maandamano ya kizazi cha Gen Z eh, mwaka uliopita mwezi Juni. Wamedai viongozi hao kwamba msamaha huo ulikuwa wa unafiki. Aidha, vinara hao ambao wamezungumza nyumbani kwake kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka huko Tseikuru katika kaunti ya Kitui, wamemtaka Rais kuashiria kwa vitendo kughadhabishwa kwake na matukio ya liopita kwa kuhakikisha kwamba walioumia na wale waliofariki na hata kutekwa nyara wanapata haki la asivyo, msamaha alioomba hauna msingi. Katika kikao hicho hicho, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na vinara tofauti wamesema kwamba e, wanajiandaa kwa kuhakikisha kwamba Rais William Ruto anafunganya virago mwaka 2027. Naomba Wakenya mtulie, mtupatie <coughs> nafasi Msituharakishe, yeah, kutangaza flag bearer asiwekewe mawe kwa barabara, yeah, sindio? Yeah. Lakini mtuamini ya kwamba kati yetu hapa tutatoa kiongozi mo na serikali ni kuu moja, atakuwa president, mwingine atakuwa deputy, mwingine atakuwa prime, mwingine atakuwa speaker, there is enough space for all of us.